Naam, bwana Harmonize Konde Boy kupitia ukurasa wake wa Instagram ameweka ujumbe ambao unasomeka kwamba ziara rasmi ya Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan Kanda ya Ziwa inaanza rasmi leo, Simiu tarehe kumi na sita mwezi wa sita mwaka elfu mbili na ishirini na tano Busisi tarehe kumi na tisa mwezi wa sita mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano na Mwanza Me and Bad Boy Mario tumepata bahati ya kuungana naye katika ziara hii ya kimaendeleo. Alhamdulillah ni wajibu wangu kuwa mzalendo kwa vitendo. Konde Boy number one. Umeona bwana, huo ni ujumbe wa Harmonize Konde Boy kupitia ukurasa wake wa Instagram akiwa ameuandika eh, kwenda kwa mheshimiwa rais ukizingatia kwamba Yeah, mheshimiwa rais bwana ni mmoja kati ya watu ambao wamekuwa wakisupport tasnia ya mziki wa Bongo Flavor hapa Tanzania na pia vilevile tumeona jinsi gani ambavyo, yeah, hawa wasanii nao pia wamejitolea kumsupport mheshimiwa rais. So kitu ambacho kimehappen bwana ni kwamba Baba Levo bwana, Baba Levo kama kawaida, ameendeleza madongo kwenda kwa Harmonize. Kama unavyoelewa kwamba Baba Levo amekuwa ni mtu ambaye huwa anapenda sana kumkosoa, sometimes inakuwa gani utani, sometimes ni kitu ambacho tu Baba Levo anapenda kukifanya mara kwa mara. Sasa tumeona Harmonize bwana, ametoka nyumbani kwake na msafara wa magari ya kifahari kwenda pale eh, kwenda pale airport na kitendo cha Harmonize kutoka na magari hayo bwana, ni kwamba pale airport tumeona Harmonize amepanda usafiri wa ndege binafsi ambapo eh, kwa mujibu wa Mwijako amesema ile ni private jet, lakini kwa mujibu wa Baba Levo amebisha, amedai kwamba ile sio private jet, ile ni avieta. Avieta, bwana, kuna huu mchezo wa kubeti, kuna kindege fulani vikinapaa paa kile eh, sasa kile ndio kinaitwaga avieta. Sasa huyu Baba Levo amesema ile sio private jet bali ni aeta, lakini pia kumekuwa kuna mijadala, wengine wakisema kwa copy lifestyle ya Diamond stumemuona mara nyingi huwa nd anatumiaga usafiri huo na huwa anaenda na msafara. Pale airport, kisha private jet na so hicho ndio tulichokiona pia Lukuga na wakumbusha tu yeye huwa anapanda private jeti. Kwa nini nyie mnapanda avieta? Mmeona bwana, eh? So hapo kuna watu wamekuja kuweka maoni yao, ikiwa comment nyingi sana hapa ni za kucheka, lakini kuna mtu hapa ameandika kwamba kabla siku haijaisha utapokea taarifa njema, amina. Kuna mtu ameandika hivyo. Haya, kuna mtu mwingine hapa amekuja bwana, najua kabisa kwamba haiwahusu amekuja. Okay, kuandika vitu vyake mwenyewe, ndio uwezo wao. Acha kupangia watu maisha. Kwa mtu private jet ya kulipia kidogo kidogo, kwa mtu mwingine sio private jet, ni bajaji tu za bonyokwa, watu wanabanana kama wanaenda kwa kama wanaenda kwa mlingo mwisho wa noa kuna mtu ameandika hivyo. Kuna mtu mwingine ameandika kwamba bwana, kwa sababu wewe una pua kubwa. Kwa mtu bwana, ila huyu pua anapenda sana eh, mashindano. Kwa nini aseme usafiri wa watu Avieta? Kuna mtu hapa amekuja amecomment, ameandika kwamba watu wamejibana kama Haya, <laughs> bwana, so hizo ni comment, lakini haikuishia hapo. Babalevo amekuja tena amerudia, ameposti kabisa kile kindege ndege cha avieta jinsi kilivyo, na akaweka pale emoji za kucheka, alafu kisha akakiweka kikiwa kinaondoka, film flew away, alafu hapa chini akaandika kwenye caption kwamba kichwa mviringo na kila ndege wapo humo, eti wanasema kwamba hii ni private jet, watamponza mwenzao, cha ijaba ameandika hivyo. Baba Levo, of course, Mr Pimbi amekuja hapa, amesema kwamba bwana, una majungu wewe jamaa. Kwa hiyo konde amepanda avieta huyo. Hapa Tanzania Gossip amesema kwamba bwana, ndio maana jana mmeliwa eh? Sawa mmeliwa sawa ila zangu, kuna mtu ameandika kwamba bwana vieta, kila mtu ni rubani. Kuna mtu ameandika hivyo. Kwa mtu hapa amekuja ameandika kwamba bwana Babalevo ni mbaya sana, akitokea pembeni. Kwa mtu ameandika kwamba bwana hii vita ni ngumu sana kwa Harmonize. Kwa mtu anasema kwamba bwana hako kamlio eh, ukilala eh, kana kana kujaga kichwani hivi. Kuna mtu ameandika hivyo, so kuna watu hapa wamekuja kucheka kwa kile ambacho eh, baba levo amekiandika umeona bwana so kuna peji mbalimbali mbali pia zimekuja kuripoti kuhusiana na maneno ya Baba Levo. Kwa mfano hapa kuna peji amekuja huu ni kari kari ameandika kwamba nimecheka sana eti Mario na Harmonize wamepanda avieta. Hebu waacheni jamani, watoto usitake kuanza kuwa kuwachanua kichwa. Kuna mtu ameandika huyo ni Kari amekuja kuandika hivyo. kwa mtu mwingine hapa amekuja ameandika kwamba bwana ame, Baba Levo amemsema Harmonize kwamba amepanda vieta na sio private jet. Haya, mwingine huyu hapa amesema kwamba bwana kichwa, okay, okay, the same thing. Kuna page nyingine hapa amekuja ameripoti pia kwa urefu zaidi kuhusiana na maneno ya Baba Levo Eh, Baba Levo alichokiandika, so watu wengi sana kiukweli wamecheka sana, wameona kwamba ni kibonzo, ni kitu ambacho ni kituko ambacho Baba Levo amekiposti kama vile tu ili mradi tu kumshusha Harmonize kwa namna moja au nyingine, au kumsema vibaya, ili mradi tu ni kumdiscredit kwa kile ambacho amekifanya. Lakini pia ukiangalia huku upande wa pili, mashabiki wa Harmonize wenyewe wana kipi cha kusema sasa kuhusiana na kitu ambacho anachokifanya eh? Harmonize mwenyewe kwa mfano hapa, Mario ameandika kwamba ssh mitano tena, Dr. Ken amekuja ameandika moto. Kuna mtu ameandika kwamba namna hii imependeza sana. Kuna mtu hapa ameandika alo na bombo klato ameenda kukiwasha kanda ya ziwa. E, kwa mtu mwingine amekuja hapa ameandika kwamba bwana, mjaku kavimba sana humo ndani. Kwa mtu asoma kwamba bwana, let's go brother. Kwa mtu asoma kwamba bwana, nakuombea wewe, unaisoma comment hii. Kwa mtu asoma kwamba bwana msi Uh, kuna mtu amesema kwamba hapo mwenetu anaenda kulipwa zaidi ya fedha ambazo nyinyi mnaingiza mwaka mzima. Kuna mtu ameandika hivyo. Kuna mtu amesema kwamba bwana, hiyo hiyo hiyo kajala 3 hapo inanikera kweli kweli, yani sijui ndo naanza kuwa mchawi na umri huu walai au, au vipi? Kuna mtu ameandika hivyo kwamba yeye hajapendezwa na kuona gari ya Harmonize ile Defender ikiwa imeandikwa kajala 3. Haya, kuna mtu amesema kwamba bwana wewe Harmonize, kanda ya ziwa Yeah, kwa kiingereza inaitwaje? kuna mtu amekuja kumuuliza hivyo Harmonize. So, mashabiki wa Harmonize wanamsupport msanii wao, mashabiki wa Diamond, yuko kina Baba Levo wamemponda Harmonize na mambo mengine kama hayo. Tunaelewa kwamba hii ni entertainment, haya ni mambo ya kawaida. Ukiwa kama mdau, hebu tuambie una kipi cha kusema kuhusiana na haya aliyoyazungumza Baba Levo. Hebu tuwekee maoni yako hapo chini katika comment section. unahisi kwamba ile aliyopanda